Ni vijana wa operesheni miaka 60 ya Muungano katika kambi ya kijeshi 825 Mtabila JKT wakionyesha uwezo wao. Akizungumza wakati wa hafla ya kuhitimisha mafunzo hayo ya awali ya kijeshi katika kambi ya Mtabila JKT, mkuu wa mkoa wa Kigoma, Thobias Andengenye amesema ni imani mtayatumia vizuri ili kutimiza lengo la taifa la kuandaa vijana kuwa jeshi la akiba na kwamba hamtakubali kulaghaiwa na mtu yoyote na hatimaye kupelekea kujiunga na vikundi mbalimbali vya uhalifu. Kwa kufanya hivyo mtakuwa ni wasaliti wa taifa letu. Vitendo sahihi vya gwaride, nyimbo mlizoimba na maonyesho mbalimbali yaliyoonyeshwa na vijana hawa wakijitolea wa Operesheni miaka sitini ya Muungano kwangu mimi vimekuwa faraja na vimenipa imani kubwa kuwa vijana hawa wamepata mafunzo kwa viwango stahiki na weledi mkubwa. Kwa upande wake, Kaimu Kamanda wa Kikosi namba 825 KJ, Mtabila JKT, Meja Edgar Ndomba na Bregedia Jenerali Anna Mkinga, mwakilishi wa Mkuu wa JKT Tanzania, wamesema pamoja na kushiriki katika mafunzo ya awali ya kijeshi, vijana hao wa wameshiriki katika shughuli mbalimbali za uzalishaji mali na ujasiriamali kama vile kushiriki ujenzi wa ofisi kuu, ujenzi wa mlango mkuu, ujenzi wa anga la askari kapela. Pia wamelima maharage hekari thelathini kikosini na hekari mia tatu za mahindi. Ninachopenda kuwaasa kwamba mwendelee kujifunza yale yote ambayo mmefundishwa, kwa kufanya hivyo mtakuwa mmejitendea haki nyinyi wenyewe, mmelitendea haki jeshi la kujenga taifa, mmelitendea haki jamii yenu mlikotoka na jamii inayotuzunguka vile vile, mmelitendea haki taifa kwa ujumla. <tune>